Anze kwenye upande wa shule za msingi, tumeweza kufanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba elimu ya msingi inaendelea kuboreka na watoto wetu ndani ya wilaya ya Chunya waweze kupata elimu bora kama ufunguo wa maisha. Mtakumbuka kwamba tumeweza kujenga madarasa mengi sana lakini pia tumeweza kuongeza shule shikizi kwa kiwango kikubwa. La, nakana kwamba haitoshi. Kupitia awamu hii tumeweza kujenga shule mpya takribani zaidi ya nne nitakumbuka kwamba tumeweza kujenga shule mpya ya Amani pale Makongorosi. Tumeweza kujenga shule ya Kipembawe. Unaona, tumeweza kujenga pia shule ya mchepuo wa Kiingereza ambayo iko hapa Chunya, ambayo imetusaidia sana kwa kweli kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu ya mchepuo wa Kiingereza kwa gharama nafuu kupitia shule yetu hii ambayo tumeijenga katika kipindi cha miaka mitano. Lakini kwenye upande wa sekondari, tutakumbuka wakati tuingia madarakani kata nyingi zilikuwa hazina shule za sekondari, na mimi leo najivunia kuonyesha kwamba katika kipindi cha miaka minne ya kuwatumikia wanachunya tumeweza kufanya au tumeweza kujenga sekondari tano, ambayo tunasema kwamba tumeweza kujenga sekondari ya wanawake iko pale Lupa, inaitwa Maika Girls. Tumeweza kujenga sekondari kwenye kata ya Lualaje tumejenga sekondari kwenye kata ya Mafyeko, tumejenga sekondari kwenye kata ya Kambikatoto, tumejenga sekondari kwenye kata ya Nkung'ungu. Sekondari tano zimeweza kujengwa na zote zimechukua watoto na sasa hivi wanafunzi wanapata elimu yao pale. Lakini pamoja na sekondari kuzijenga ndani ya miaka minne, lakini tunaendelea na ujenzi wa sekondari nyingine nne, kwa maana kwamba upendo, kata ya Upendo ujenzi wa sekondari unaendelea kata ya Kasanga ujenzi wa sekondari unaendelea. E, kwenye kata ya Matunda kwa maana siji kijiji cha Itumbi ujenzi wa sekondari unaendelea, na sasa hivi tumeweza kujenga e, tunaendelea na ujenzi kwenye kata ya Makongorosi, kwenye kwa maana kwenye kijiji cha Mwaoga na yenyewe tunaenda kujenga sekondari. Haya ni malengo ya kuhakikisha kwamba elimu yetu ya sekondari inaendelea kuboreka, lakini pia e, wanafunzi wasitembee umbali mrefu kufuata kufuata elimu haya kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana, na nia yetu kuhakikisha kwamba eh, ndani ya kufika ishirini thelathini kata zote za wilaya ya Chunya ziwe na sekondari. Na kwa kipindi hiki eh, kama unavyofahamu wilaya ya Chunya ilikuwa na eh, sekondari, kwa maana kidato cha tano na cha sita, tulikuwa nazo sekondari mbili, sekondari ya Kiwanja na sekondari ya Lupa, lakini katika kipindi cha uongozi wangu nilivyopewa madaraka, leo hii tunapozungumza na nyinyi tumeongeza sekondari nyingine mbili, sekondari ya Makongorosi kwa maana ya Kipoka na sekondari ya Sangambi. Hii yote ni mafanikio katika kipindi cha miaka minne na huu sasa mwaka wa tano wa kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Chunya. Tunashukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan iweze kutupatia fedha zaidi ya shilingi bilioni 2.8 kuweza kujenga chuo chetu cha VETA ndani ya wilaya yetu ya Chunya ambacho kimekamilika kwa asilimia zaidi ya tisini na nane na kimeanza kutoa huduma ambayo hii peke yake tunaenda kuongeza maarifa kwa vijana wetu, lakini tunaenda kupunguza gharama ambayo watu walikuwa nasafiri kupata huduma hizi za ufundi mbali nje ya wilaya yetu ya Chunya. Sasa inapatikana ndani ya wilaya yetu ya Chunya kwa gharama nafuu. Leo hii kwa kozi ndogo ndogo unalipa laki moja na ishirini ambayo unapata malazi pamoja na elimu hii. Ni gharama ndogo sana ambayo kwa kweli mama yetu Samia Suluhu Hasani ametupendelea kwa kiasi kikubwa sana. Nitoe wito na nitoe rai kwa Wanachunya, sasa ni muda wa kukitumikia au kupeleka watoto wetu kwenye chuo chetu cha veta ili umuhimu wa hiki chuo uweze kuonekana na watoto wetu waweze kupata elimu hii ya ufundi ambayo itaweza kuwapelekea waweze kufanya shughuli za kujiajiri, lakini pia kuongeza maarifa kwenye jamii. Na kubwa zaidi, tunataka sasa kupitia chuo hiki, wanapokuja kufanya kazi, tuongeze uchumi wetu kupitia vijana ambao wanakuwa wametoka pale kwenye chochote cha Veta. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official. ndscoeofficial Chuo cha Veta Chunya kiko katika Halmashauri ya Wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uh, chuo cha Veta Chunya kimejengwa kwa kuwekewa uh, miundo mbinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani uh, kubwa sita. Uh, fani ya kwanza ni umeme wa majumbani, lakini fani ya pili ni ufundi washi Fani ya tatu tunasema ni uh, ubunifu ushonaji na teknolojia ya nguo, lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari, pamoja na uhazili au sekretari. Ni mwanafunzi katika chuo cha Veta cha Chunya, nachukua fani ya umeme, na ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje vijana ambao hawana wa shughuli za kufanya, wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kuajiliwa na serikali, ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe, sababu kwa ujuzi tutakao upata hapa utatusaidia katika maisha ya mbeleni, na tunaweza tuka